Moja kati ya habari zilizotufikia hivi punde ni kwa habari ya rais wa Marekani Donald Trump aliyetangaza siku ya Jumatatu kwamba Marekani itaanza mazungumzo ya moja kwa moja na Irani. Wakati akisema hayo, ama wakati akitangaza hayo, ilikuwa ni kipindi ambacho amekutana waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Bwana Trump alisema, tuna mazungumzo ya moja kwa moja na Irani, kwanzia siku ya Jumamosi tuna mkutano mkubwa sana na tutaona nini kinaweza kutokea. Alisema hayo rais huyo Donald Trump. Vilevile, raisi alisema Irani itakuwa katika hatari kubwa ikiwa mazungumzo ya moja kwa moja hayatakwenda vizuri. Saa chache baadaye, waziri wa mambo ya nje wa Irani Said Abasi alithibitisha kuwa mazungumzo yatapangwa kufanyika siku ya Jumamosi nchini Oman, lakini akataja kama mazungumzo ya ngazi ya juu yasiyo ya moja kwa moja ni fursa sawa na ni mtihani pira uko kwenye mahakama ya Amerika, akiandika hayo kwenye mtandao wa kijamii. Vilevile shirika la habari la Iran lilisema Araghchi ataongoza ujumbe wa Thailand na kujadiliana kupitia mpatanishi na mjumbe wa Marekani Mashariki ya Kati Steve Witkoff. Mkutano huo wa bwana Donald Trump pamoja na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ulifanyika huku ushuru mpya ambao rais anatoza kwa Israeli na ulimwenguni wote unakaribia kuanzia kutekelezwa siku ya Jumatano. Marekani pia inatazamia kutoza ushuru wa asilimia 17 kwa bidhaa kutoka Israeli kuanzia siku ya Jumatano. Mataifa mengine yanahangaika kujaribu kubatilisha ushuru wa bwana Donald Trump. Vilevile Benjamin Netanyahu alisema aliwambia bwana Donald Trump kwamba hivi karibuni Israeli itashughulikia nakisi ya biashara ya nchi yake na Marekani. Naweza kukuambia kwamba nilimwambia rais jambo rahisi sana, tutaondoa nakisi ya biashara na Marekani, Netanyahu alisema hayo. Aliongeza kwa kusema tunakusudia kufanya hivyo haraka sana, tunafikiri ni jambo sahihi kufanya, na pia tunaondoa vikwazo vya kibiashara bado bwana Donald Trump hakuonyesha kuwa yuko tayari kabisa kuondoa ushuru wa bidhaa kutoka kwa Israeli. Sawa, tunazungumza kuhusu biashara mpya kabisa labda sivyo? Rais huyu Donald Trump vilevile aliulizwa na mwandishi wa habari ikiwa anazingatia kusitisha ushuru ili kupunguza msukosuko katika soko sawa tunaangalia hilo, rais alijibu. Tuna nchi nyingi sana ambazo zinakuja kujadili mikataba na sisi na zitakuwa na mikataba ya haki. Rais Trump alijibu kwa namna hiyo, vilevile akaendelea kwa kusema kuhusu ushuru unaowekwa, hakuna rais mwingine atakayefanya hivi ninachokifanya. Lakini aliacha wazi uwezekano kwamba baadhi ya nchi zinaweza kupunguza ushuru wao pia, kunaweza kuwa na mazungumzo. Bwana Trump aliendelea kwa kusema hivyo. Vile vile ikulu ya White House iligahili mkutano wa pamoja na wanahabari uliokuwa umepangwa na bwana Donald Trump pamoja na Netanyahu ghafla na bila maelezo kabla tu ya kuwasili kwa kiongozi huyu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Katika mkutano huo yalizungumzwa mambo mbalimbali. Kabla ya mkutano wa bwana Netanyahu na Donald Trump, aliwasiliana na simu na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, rais wa Misri Fatal al-Sis na mfalume Abdullah wa Jordan kulingana na afisa wa Jordan na ni ziara ya pili ya waziri mkuu huyo wa Israel Benjamin Netanyahu katika ikulu ya White House tangu bwana Trump aingie madarakani. Januari, Netanyahu pia alimtembelea bwana Donald Trump. Mapema Februari tangu bwana Donald Trump na Netanyahu walipokutana mara ya mwisho kwa ajili ya usitishaji vita tete kati ya Hamas na Israel uliovunjika. Israel pia imeanzisha upya mashambulizi yake ya kijeshi katika ukanda wa Gaza. Uamuzi wa rais wa kutoza ushuru kwa marafiki na maadui sawa sio tu kuhatarisha soko lakini kuweka uhusiano wa Marekani na washirika wa jadi katika misingi ulio na uhakika. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney alisema uhusiano wa zamani wa Marekani na Kanada umekwisha na Kanada inahitaji kupunguza sana utegemezi wake kutoka kwa Marekani. Mtazamaji, hayo ni yaliyojiri kwa habari ya siku ya leo. Habari moja kati ya habari zilizoweza kutokea siku ya leo ni hayo, kwa habari ya Donald Trump pamoja na waziri mkuu wa Israeli, yaliyoweza kuzungumzwa katika kile kikao kilichokaliwa hivi. Na mtazamaji usiache kusubscribe kama kamoja: subscribe, like, share na comment, ili uendelee kujipatia habari zetu zinazoluka ndani ya Tanzania hata nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana.